korangu jina lake ni Inyasi. Kwa hiyo leo yeye anashirikia sikukuu ya pili ya msimamizi wake mtakatifu Inyasi. Mtakatifu Inyasi huyu, napenda leo tumtumie atuongoze katika tafakari ambayo ningependa niwashirikishe nyinyi waamini wa

katika hii <tipa> ya Bongomela Mtakatifu Nyasi ambayo iliyakuankatia mali ni askofu wa kwanza pale katika kanisa hili la Antiokia. Sasa huyu akaja kuwa askofu wa tatu, mtakatifu Inyaso wa Antiokia akawa askofu wa tatu. Sasa huyu mtakatifu, pamoja na wengine, kama tunavyofahamu, hata Petro mwenyewe baadaye alikuja kuuawa na wengine wengi, hao wote ambao waliamini na wakatunza imani na wakaishuhudia hiyo imani yao, sio kwa viongozi wa dola, sio kwa waamini wengine na watu wengine na waliwaongoza, bali walishuhudia imani yao bila woga, mpaka bali kuuawa. Na yeye huyu mtakatifu ndo maana leo tuko katika mavazi

na kuwa tayari kushuhudia mpaka kumwaga damu kama wao walivyofanya hawa waliotangulia yeye. Huyu mtakatifu Nyasi wa Antiokia aliuawa huko Roma, lakini kabla ya kuwawa alipokuwa anasafirishwa sasa kupelekwa Roma huko ai baada ya kuwa wamemshtaki kama kawaida, au apaola dola la kipagani Warumi, wakati wengine walikuwa nao ana abudu mambo yao, miungu yao, hakubali, ambao hakubali dini ya Kristo, kwamba yeye alisafirishwa akiwa amefungwa kwenye minyororo kutoka Antiokia mbali sasa sio wote tunafahamu jiografia ya huko, lakini niwaeleze tu kwamba ilikuwa ni mbali kule, ambapo ibidi atolewe amefungwa kwa mnyororo wa mpeleke mpaka Roma huko. Sasa ndio ameende kusulubiwa. Sasa huyo, akaishuhudia imani yake, hakuikana wala hakuogopa, na hayo yote aliyaonyesha katika yale ambayo

akitaka kuwafundisha yale ambayo ndio wayafanye wao na wayaishi kwa namna hiyo, takuwa naishuhudia imani yao ambayo waliikiri hapa mbele za watu kwamba sisi ni wafuasi wa Kristo huo na ngivu, ndiye mkubwa wetu, ndiye tunayemfuata. Aliandika mambo mazuri mengi, natumika hata haya machache.

nakuja mimi, nimekuja hapa lazima niaseme ni hayo ambayo namimi napasha liyafana na kama Mkristo amafa wa Kristo katika kushuhudia maisha ya Kristo, inabidi niyepukane ina na dhani au yale ambayo yametangazwa na mama Kanisa kwenye mapokeo kinepapokera tangu agano la kale mpaka kuja kwenye ngano jipya, hiyo ambayo Kristo mwenyewe sasa anayekuja kufundisha na kuja kupigilia msumari. Alishasema kwenye Agano la Kale kama ni amri kumi za Mungu ambazo zinatualika tuachane na yala bado akugelisha kwenye dhambi zipo tayari. Agano Jipya atakuja Kristu mwenyewe atakuja kupigilia msumari, akisisitiza hiyo amri moja kubwa sana ambayo tukifuata itatusaidia tuweze kuepukana na hizo, upendo ukawa na upendo basimeni yanayoendana na kukosekana kwa upendo huo, utakuwa umeleka. Kama nikumchukia mwenzako, utamchukia na nampeda. Hata adui zayesu kafundisha kuwapenda, hata hawa mawalo dhami zao tuwapende, sio kwa sababu tunataka tunazipenda dhami zao. Pana taba tuzipenda basi, tunaa tuzichukie lakini tunampenda huyo ambaye basi ya Mungu amechukuliwa na dhambi hizo, amechukuliwa na hayo mabaya, kusudi amdokane sasa na hayo ambayo ni madhambi. Kama nikuua, nasikia watu wanaouawa, unasikia watu wanaopotea, wanaopotea afilikani yote haya, ukaweza kwanza usifanye hilo la kumuua mwenzao, usifanye hilo la kupoteza mwenzao Usimpotee, mrudishe ardhi kama nikaa akaja kusema kwa nini akafanya kila basi, na wanasikiza akisema, alafu kawaona namna gani ya kumsaidia, kitu cha kumsaidia. Kumbe hapo tutakuwa tunafanya haya mawaia yanatutoa katika hilo la dhambi ambayo amefundisha huyu mtakatifu Inyasi, na kuturudisha katika hilo la kuwa watu ambao sasa ni watakatifu. Sasa ukitoka katika dhambi unakuja kuwa utakatifu, unasafishwa na Mungu namugwatualaoke na hapo ndio itakuja, ndiyo ambayo tumesikia hata kwenye hiyo somo la kwanza kutoka katika waraka wa Paulo kwa Warumi, tutahesabiwa ali ambao hawana dhambi, tutaondolewa zi na tukisabiwa, hata wala wa wanadamu na walawanadambi, basi tumetakaswa, tumetakata nabelezatakaa tafakari huyo Ibrahim ambaye alistahili na masaidi yake yakamfanya, kweli ni mfano wa pekee wa wafuasi wa huyo Mungu wetu ambaye na sisi tunapenda tukufuate. Hili ni moja lana kuekana naye yote mabaya ambaye yanatutenganisha na Mungu huyo na yanatutenganisha nanizi dake

na o katika jumuia zetu katika jamii katika vijiji vyetu, ama katika mitandao yetu hiyo, katika masimu yetu ambayo tunayo siku hizi, kila mmoja wengi wetu amashi, kila mmoja i wengi wetu, na njia mbalimbali ambazo zinatupatia taarifa, kuna uzushi umakwemo, mambo ya uzushi mengi huyu mtakatifu Inyasi wa Antiokia anasifika katika hilo, katika maandishi yake, aliwaalika hawa watu waamini wenzake wasiwasikia hawa wazushi, hawa watu wanaokuja na mambo ya uongo, wanasema sema uongo, wanaanza kufundisha mambo ya uongo. Baada ya kufundisha Kristu, wanafundisha mtu mwingine, kumbe wanawapotosha. Sasa leo uzushi huo unakuja kwa namna mbali mbali.

Kumbe mtakatifu nyasi akiongozwa na halaba Yesu Kristo alikuwa anasema anamalika, tusiwasikie hao wanafiki ambao wanakuja na mambo wanaleta kwetu, kwa tukipili mazuri asisi mazuri, au kufundisha kushikilia kazilekabaduli zao au mambo ambao wao wanafikiria kwa ajili ya kuokoa na kuishia kuokoa, ni hapo ndio ndio hapo

Mungu yeah. yake lakini hicho kingine ambacho nimeipenda niseme ni ule sasa ushuhuda wenyewe bila woga, wakati wamepeleka Roma kabla ya wao mwaka huo wa mia moja na saba ikuwa ni karne ya pili, mwanzoni kabisa karne ya pili, mwaka mia moja baada ya Kristo kufariki kama baada ya kutaliwa kwa ja kwake hapa, ikuwa ni karne hiyo ya pili mwanzoni kabisa. masikini ya oauu roho wakamfikisha Roma, sasa akauawa. Na walikuwa wanawaua vifo vibaya. Huyo mfalme aliyekuwepo wakati ule wa Kirumi alikuwa anafurahia sana hawa waamini ambao walikuwa na wao atia na kwa kuraruliwa na masimba. Ukienda Roma kule, kuna sehemu fulani ambapo michezo mingi kama hiyo ilikuwa inafanyika, wanawatupa waamini Awala kwa oh, wangiacha kumfuata huyo Kristo, na badala yake mwamini huyo mfano ambaye yuko na mwamini na Mungu wake, huyo Mkristo anakataa, basi lazima tupatikane. Kwa hiyo wanakutupa sehemu ambako kuna wanyama masimba wakali, wanakurarua, wanakufa kuona watu basi, na unakufa kwa sababu ya imani yako sasa takatifu anataka kufundisha kitu cha pekee kabisa kwamba kama kweli sisi tunataka kuwa waamini na imani imara, kuisimamia imani yetu, tuwe tayari kuyasimamia baadhi ya mambo au vitu ambavyo kwa kweli tumefundishwa kwanza kabisa Katoliki, na kwa dhamira zetu tunajua ndiyo hivi na hujafanya makosa, hata ungeenda kwa mchungaji anayekwambia, shikilia hiyo

Sisi kama waamini wa Kristo tukaje tukasema, hapana, tunachofanya si kizuri katika jamii yetu. Kama mambo yote haya sisi na mzungu leo, ni kwa siasa, ni kwa uchumi, ni katika jamii maisha, kwa ndio katika imani, kanisa, wangapi tunajitoa kwa ushujaa kama huo, kwa huyu shahidi Askofu Inyasi kasimamia kweli, tukasema hapa na nasema, ni hivi wewe umefanya hivi